Ah, vipi? Unaenda? Siendi, nataka nibebe mtu. Ukiangalia kule juu. Nani? Yeye atasema hiki cha ngumu hii.

Akwenda huko bwana, wewe enda, si utafute pikipiki basi. Unakuja kupepa na pikipiki za watu hapa. Tumia akili, nunua pikipiki bwana, pesa unapania nini? Atoka bwana, unaniharibu akili na friend, nitakutandika nunua pikipiki, kono kono yatima.